Tunashuti, Action! Mzee kwa bize na simu. Na maana bado mnamfuatilia tu mpaka sasa hivi. Eh? Umempa mimba, mimba imeshuka kuilea. Sasa hivi hapa unamwona mtoto ameshakuwa ndio anakuja kumuliza tamaa. Eh? Unajua mimi nimeshamkuza. Hayupo hapa. Eh? Umeniachia mimba. Mtoto amekuwa sasa unakuja tena na kumuliza hiyo mtoto. Nataka ufanye hivi. Eh? Haya, ondoka.